Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Mei ishirini, siku ya Jumanne, mada ya leo inayoenda kuangaziwa inasema sheria mioyoni mwetu. Masalio waliokusanyika juu ya mlima Sayuni wanalo jina lililoandikwa kwenye vipaji vya nyuso zao, jina la Baba na la Mwana Kondoo. Iwapo haya ni majina mawili tofauti, si dhahiri. Yesu ndiye mfano halisi wa Baba. Jina katika maandiko linamaanisha zaidi ya lebo ambayo kwayo watu huitana. Linawakilisha tabia. Hata leo, tamaduni nyingi bado zinasema kwamba mtu ana jina zuri wakati watu wanafikiria kuwa tabia zao zina sifa za juu. Soma Kutoka sura ya 33 aya 18 hadi 23, Kutoka 34 aya ya kwanza hadi ya 7, na Zaburi ya 119 aya 55. Musa alipoomba kuona utukufu wa Mungu, Mungu aliahidi kumwonyesha nini? Kisha Mungu alipotangaza jina lake kwa Musa katika Kutoka 34 aya 5, ni nini kilifuata? Wengine wanaelewa utukufu wa Mungu kama nuru ing'aayo isiyoweza kufikiwa, ambayo kwa hakika ni maelezo yanayofaa. Lakini utukufu wa Mungu ni zaidi ya udhihirisho wa wazi tu. Utukufu wake ni tabia yake. Ndivyo ilivyo kwa jina la Mungu. Biblia inapowaelezea masalio wenye jina la Mungu limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Si suala la kuwa na herufi halisi zilizoandikwa hapo. Ni suala la kuwa na tabia ya Mungu iliyoandikwa katika akili yako, moyo wako, na hivyo sasa katika maisha yetu tunaakisi upendo na tabia ya Mungu. Umevutwa karibu na Mungu na unampenda jinsi alivyo na kile alichokufanyia. Inapendeza sana. Pia kwamba Mungu anapojieleza kwa Musa anafanya hivyo ikiwa ni pamoja na Musa kupokea nakala nyingine ya amri kumi ambayo pia ni nakala ya tabia yake. Vivyo hivyo, watu wenye jina la Mungu katika Ufunuo sura ya 14 wanaelezewa kama wale wazishikao amri za Mungu. Kisha ona maneno yanayopatikana katika kitabu cha Ebrania, hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Waibrania sura ya 10 ya 16 na 17. Ni udhihirisho ulioje wa Injili! Ingawa sheria ya Mungu inaakisiwa katika maisha yetu, bado tunahitaji dhambi zetu zisikumbukwe tena kabisa. Jina la Mungu ni tabia yake, sheria yake ya maadili ni nakala ya tabia yake na wale ambao wamekusanyika juu ya kilima kitakatifu cha Mungu katika siku za mwisho wanajazwa na upendo kwa Mungu, upendo unaodhihirishwa katika utii kwa sheria yake. Ikiwa tunaokolewa kwa imani na si kwa sheria, basi sheria ya Mungu ina umuhimu gani? Tazama Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tano aya ya tatu. Na kwa nukta hiyo, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Mada yasema, sheria mioyoni mwetu. Mungu atubariki sote.